Yani, kusoma tu hii kichwa cha somo la leo <laughs> nasikia hamasa nzuri sana. Naamini ni somo ambalo litaleta fujo sana. Somo la leo linasema kuelewa kutokufa. <laughs> kuelewa kutokufa. Aa, kwa wale ambao ni ngasema, wana wanafahamu na kutumia lugha ya Kiingereza, tafsiri ya hichi kichwa cha somo la leo linasema understanding immortality, yaani <laughs> kuja kwenye uelewa wa kwamba <laughs> ai pala kasaka la bara kwamba mauti sio lazima mtumishi <laughs> andiko la ufunguzi ni Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na tano mstari wa hamsini na moja Neno linasema tazama, nawaonyesha na ninyi siri, hatutalala sote, bali sote tutabadilika. hmm. Wakorinto wa kwanza sura kumi na tano mstari wa hamsini na moja Neno linasema tazama, nawaonyesha ninyi siri, hatutalala sote, bali sote tutabadilika. ndoto Mungu anza kusema hivi, wengi hufasiri vibaya Uh, Waebrania sura ya tisa mstari wa ishirini na saba inayosema na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Kutokana na mstari huu wanahitimisha kwamba kila mtu lazima afe kwanza, lakini tafsiri halisi ni kwamba kwa sababu iliwekwa wanadamu wafe mara moja, Kristo alikufa mara moja kwa ajili ya wanadamu wote. hmm. <laughs> Ah, hebu naenda kaangalie hii Waibrania 9:27 hmm? Amnasema na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. O, wengi wanasema kwa sababu ya mstari huu lazima kila mtu afe, lakini Kristo alikuja ili kuondoa ile mauti, na alikufa sio kwa sababu yake mwenyewe, kwa ajili yako, kwa ajili yangu na kwa ajili ya ulimwengu wote, ili kila anayemwamini asife tena. Mungu anasema hivi, kifo chake Kristo ni utimilifu wa hali hiyo. Na si kauli kwamba kila mtu amehukumiwa kufa kimwili. Injili ya Yesu Kristo inakomesha hali ya kufa, okay? Na kama uh, kiuhalisi ni kwamba kama Kristo alikufa na wewe ni lazima ufe tena kwa sababu ya hukumu, ina maana kile kifo chake basi ni batili akikufanya kazi, kwa sababu kama yeye hakufa kwa ajili yake, alikufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu na ulimwengu wote ili ile adhabu ya kifo na adhabu ya mauti isiwepo kwako wala kwangu wala kwa, kwa ulimwengu sasa kwa nini yeye afe tena alafu wewe ufe na maana kama vile kazi aliyoifanya hakuitimiza lakini kiuhalisi ni kwamba injili ya Yesu Kristo inakomesha hali ya kufa ukisoma katika waraka wa pili wa Timotheo sura ya kwanza mstari wa kumi. tafadhali naomba uandike ile andiko nenda kalisome tena Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa kumi. neno linasema Kristo Yesu aliyebatili mauti na kuufunua uzima na kuto kuharibika au kuto kufa kwa injili, kwa ile injili <laughs> Kristo Yesu aliyebatili mauti na kuufunua uzima na kuto kuharibika kwa ile injili. Kwa hiyo hii injili ya Kristo ambayo tunahubiri imebatilisha mauti, imefunua ile hali ya kuto kuharibika, ile hali ya kuingia katika uzima, na huu ni ukweli wa sasa kwa wale wote walio katika Kristo. Umeingizwa katika hali ya kutokuharibika na kutokufa. Kauliza mtumishi, unamaanisha kabisa kutokufa au kuna neno lingine mtumishi? Kutokufa kunamaanisha kwamba haufi. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa kumi <laughs> uh, nasema na sasa, inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake mwokozi wetu Kristo Yesu aliyebatili mauti na kuufunua uzima na kutokuharibika kwa ile injili ina maana injili ya Bwana wetu Yesu Kristo inavyohubiriwa kama ambavyo naisikia asubuhi hii, imefunua uzima, imebatilisha mauti. Ndio maana Bwana alichukua zile funguo za mauti na kuzimu. Kiasoma, mauti haina mamlaka tena kwa mwana wa Mungu, haina mamlaka tena kwa wale waliomwamini Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yao. Haiwezi kuchukua tu maisha yako muda wowote, saa yoyote inavyotaka, haiwezekani. Kwa sababu gani? Kwa sababu Bwana alishaibatilisha kwa Kingereza, tunasema ameabolish. Haimaanishi haipo mauti, bado ipo. Inafanya kazi kwa, kwa wana wa uharibifu, inafanya kazi kwa, kwa watu ambao hawajamwamini Kristo kama Bwana mwokozi maisha yao, lakini wewe ambaye ni mwana wa ufalme, wewe ambaye uko ndani ya Kristo, mauti haina mamlaka juu yako. Ndo maana po anasema kuishi kwangu ni nini? Ni Kristo, nakufa ni faida. Anasema nipo katikati, either niende au nibake. Yani najua, nauliza niende kakae na bwana ambako ni, nzuri ni, ni, ni, ni furaha au nibaki na nyie ili niwafaidishe. Hebu fikiria, yaani sio kwamba yupo anasema oh sijui siku yangu itakuwaje eh, hamna mtu anajua kesho ikoje mm -mm. Kuna ufahamu wa wana wa Mungu, ndio maana hii kweli unaisikia asubuhi ya leo, ili ikutoe katika kongwa la kutokufahamu na kutokuelewa. Biblia inasema wanangu wanaangamia kosa maarifa. Narudia tena ili andiko, Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 10 nasema na sisi na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake mwokozi wetu Kristo Yesu, aliyebatili mauti, maana aliyeondoa nguvu ya mauti kufanya kazi, aliyeondoa utawala wa mauti na kufunua uzima na kutokuharibika kwa ile Injili. Kwa hiyo injili inavyohubiriwa inafunua uzima, inafunua ile hali ya kutokuharibika hmm. Andiko la ufunguzi linasema tazama, na waonyesha ninyi siri, hatutalala sote, bali sote tutabadilika. Hiyo ni Wakorinti wa kwanza sura kumi na tano mstari wa hamsini na moja. Toto wa Mungu anasema hivi, wengi huleta hoja kwamba watu kama Henoko na Eliya ambao walichukuliwa na Mungu bila kufa lazima warudi tena duniani ili kwamba wafe kimwili. <laughs> Kuna watu wanafikiri hivo na wanasema hivo eh? kwamba wali wale walioondoka watarudi. Huyu Henoko ambaye hakufa wala Elia ambaye hakufa ambao walitwaliwa wakaenda mbinguni kama walivyokuwa, basi itabidi warudi tena ili wafe hmm. na wanajaribu kutumia m, uh, wale mashahidi wawili ambao uh, kwenye ufunuo wa Yohana yanazungumza kwamba watakuja katika zile siku za dhiki kuu kuhubiri injili duniani wanasema <laughs> wale wawili ndio Henoko na Elia. Kujibu hiyo swali lako mtumishi ndio Mungu anasema hivi, huu ni upuuzi, kwani unadhoofisha kiini cha injili na ushindi wa Kristo juu ya kifo. malakasaka mala baba, yaani kama hiyo argument au ubishi au hiyo hoja kwamba Enoko na Elia itabidi warudi ili wafe, kama hiyo argument ni, ni dhahiri basi, na maana injili ya Kristo inadhoofishwa katika utendaji kazi wake na ushindi wake dhidi ya kifo, kwa sababu na maana kwamba hakushinda kifo, ndio maana inabidi Enoko na Elia waje tena wafe. Ha, mazika Mungu anasema hivi, Bwana Yesu alitangaza akasema, mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi na kila aishie na kuniamini hata kufa kamwe. Injili ya Yohana hiyo ha, ha, sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na tano mpaka ishirini na sita. Injili ya Yohana sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na tano mpaka wa ishirini hmm, na sita, kwamba mimi ndimi huo ufufuo na uzima, sio tu nitawafufua yeye. Bwana ndio ufufuo wenyewe, yeye ndio uzima wenyewe. Anasema aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Ndio maana hmm, tunasema amelala katika Bwana, hatusemi amekufa, amepotea, yani haji... mm -mm. no anaishi ni amehama tu kutoka katika ulimwengu mtumishi, aenda ule ulimwengu mwingine, akiwa na uzima wake, sio kwamba amekatiliwa mbali na Mungu. na kila aishie na kuniamini, hata kufa kamwe. injili ya Kristo <laughs> imeleta uzima na kutokuharibika, imebatilisha mauti. Tuto Mungu anasema hivi, ufunuo juu ya uzima wa milele ni jambo la muhimu sana. Yohana aliandika ukisoma katika waraka kwanza Yohana sura ya tano mstari wa kumi na tatu nimewaandikia ninyi mambo haya ninyi mlioliamini jina la mwana wa Mungu ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele <laughs> waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano mstari wa kumi na tatu andiko linasema nimewaandikia ninyi mambo haya ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele. Sio mtakuwa nao baadaye mkifika mbinguni. Hapana, inasema mna uzima wa milele sasa hivi. Kwa hiyo uzima wa milele ni uhalisi wako leo, sio jambo la baadaye, sio tukifika mbinguni. mm -mm. Walo... <laughs> Naeleza kwa maana, kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asifanyaje? Asipotee bali awe na nini? awe na uzima wa milele. Kwa maana hiyo uzima wa milele ni asili ya Mungu iliyowekwa katika, katika roho ya mwanadamu wakati ule alipozaliwa upya. Ni lazima uishi kila siku ukiubeba ufahamu ya kwamba umepita kutoka mautini hadi uzimani. Huu unapaswa kuwa uelewa wako wa kila siku, sio mara moja. Yani zile fikra, mitazamo ya mauti, ya kifo, ya kuchoka, kuisha, kupungukiwa nguvu, kutokuwa na ujasiri na uwezo wa kuishi unatakuwa viondoke. Mtumishi, injili ya Kristo imefunua uzima, ni uzima wa Mungu. Tafsiri Kiingereza zinasema ni God kind of, God kind of life, yani ni aina ya uzima wa Mungu ambao hauchoki, haufubai, hausinyai, haudumai, haufi auharibiwi na magonjwa na maradhi, ni aina ya uzima ambao unao sasa hivi. Sio jambo la kufikirika <laughs> ah, wala hakasika, labda bazira. Unataka kuwa na, na ufahamu, na uelewa huu. Narudia tena. Soma waraka wa kwanza Yohana sura ya tano mstari wa kumi na tatu, inasema "Nimewaandikia ninyi mambo haya ninyi mlioliamini jina la mwana wa Mungu ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele mnao sasa hivi Umehamishwa kutoka mautini, umekuja uzimani. Kwa hiyo waza uzima, mtumishi, ona uzima, fikiri uzima, zungumza uzima, tafakari uzima, ongea uzima. Maneno yako yamejaa ya uzima na kweli ya Mungu, mm. Usiongee maneno kama watoto wataniua, biashara taniua, hii nyumba itaniua, ugonjwa utaniua, mm -mm. Usizungumze mauti, zungumza uzima, sema aliyoko ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Sema na afya ya Mungu ndani yangu kwenye kila chembe hai ya mwili wangu, kwenye kila seli, kwenye kila tishu, kwenye kila ugani, kwenye mfumo wangu wote. Sema mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu, hauishi kwa damu, kwa nguvu ya damu no, unaishi kwa nguvu ya neno. Mwanadamu ataishi kwa nini? Kwa kila neno linalotoka ta kinywa cha Mungu, sio kwa kila mkate mm -mm, mm -mm. Uzima kwenye mkate mtumishi, so mkate huu wa ngano ayaya ay, ni ule mkate unaotoka mbinguni ambao mtu akila eh? <laughs> Bala kasika laba. Atakuwa na uzima milele yote. Ndio aina huo mkate, mkate ule ambao ni Kristo. Na Kristo ni neno lake mtumishi. Ndio neno la <laughs> Mungu. Ay ay ay ay ay. Mdodo Mungu anasema uzima unafanya kazi ndani yako, na kwa kuwa umezaliwa mara ya pili. Kwa oh, hiyo una uzima wa milele sasa hivi, kuanzia ulipompokea Yesu Kristo kwa, kwa Bwana mkoza maisha yako. Inawezekana jambo ulikuwa ulijui na wewe umeoka na miaka 10, 20, 30, 40 kwa Bwana. Amka leo hii kwenye, kwenye kweli hii kwenye maarifa haya, anza kutembea kwenye udhihirisho huu. Bwana Mungu anasema hivi, maarifa na ufunuo ni vitu vya muhimu sana kwako ili kutembea katika utimilifu wa mpango wa Mungu kwa maisha yako. Sikiliza <laughs> hili neno, maarifa na ufunuo ni vitu vya muhimu sana kwako ili kutembea katika utimilifu wa mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yako, au kwa maisha yako. Inamaanisha Mungu anayo plani kwa ajili ya maisha yako, mtumishi, lakini kama hauna maarifa na ufunuo wa neno lake kuhusiana na kweli nahusiana na maisha yako, hauwezi kufurahia kile ambacho unacho, hauwezi kutimiza kwa utimilifu ule mpango wake katika maisha yako. Mauti ilishashindwa na umeitwa kutembea katika viwango na uhalisi wa kutokufa. Ah, mama, kasike, so, mauti itaenda kushindwa baadaye? Imekwisha shindwa, ndio maandiko yanaonyesha, haina nguvu tena Mala kasi kelewa, ni kweli. Andiko linasema wale adui wa mwisho ni ani nani? Mauti na kuzimu zatupa wapi? Katika ziwa la moto. Yes, lakini sasa hivi si adui kwako wewe na mimi, ambaye ni mwana wa Mungu? Si tayari tumeshawashinda, wako chini yetu, ni kweli. Mauti inabeba wengi huko duniani, na ndio maana tunahubiri Injili kwa kasi na hamasa, ili kuokoa watu wasiende katika ziwa la moto, wasipotee maisha milele, warudi katika njia ya haki. Bwana hataki hata mmoja apotee, bali wote waifikie toba, lakini wewe tayari umesha umeshaingia kwenye ufalme wa Mungu mtumishi, ufalme wa mwana wa pendo lake ambako giza na mauti haina nafasi, haina utawala. Ukisema mm, maandiko utagundua kwamba mauti ilitawala kwanzia katika ile anguko la Adam pale bustanini mpaka wakati wa Musa alipoleta sheria. Sheria ilipokuja, aliyekuwa anaweza kutimiza sheria na kuifatisha yote, mauti ilikuwa haina mamlaka wala uwezo juu yake. Naenda kaangalia maisha ya Musa mtumishi mauti yakuwa na nafasi ndani yake wala juu yake. Ameishi miaka mia ishirini hajakongoroka chochote katika mwili. Nenda kasome, ana nguvu zake, anapanda milima, anatembea, mifupa, kila kitu, macho, kila kitu iko sawa, yani <totit> ay madharaka sikilibara. Mauti ilikuwa haikuweza kuchukua mwili wake. Nenda kasome vizuri kwenye maandiko, utaona bana. Namwambia uweze kuingia katika ile nchi ya ahadi, inabidi uondoke. Jamaa ajui hata kufa ni nini. <totit> Masika talaba la basira. Nenda kangalia mtumishi. Bwana mwambia lala chini. Yaani <laughs> namna gani itabidi aondoke. Sababu jamaa ameshika ame kile ambacho Bwana alimwambia kiasi kama mauti haiwezi kusogea. Asa kwako kwa kwa wewe na mimi huu ndio uhalisi wetu. Tuna aina mpya ya uzima ndani yetu. Tunapaswa kuleta katika uzima, katika ifikra, katika mtazamo. Tunapaswa kujiona katika kweli ya neno la Mungu. Toto Mungu anasema hivi. Kizazi cha kanisa kitakachosikia na kutembea, na, kute, na kutendea kazi ujumbe huu ni kizazi cha unyakuo. Na sisi ndio kizazi hicho, kizazi cha kanisa kitakachosikia ujumbe tunaozungumza na kutembea katika, na kutendea kazi kutembea katika uhalisi wa hili, ndicho kizazi kitakachouona unyakuo, mtumishi, kitakachonyakuliwa <laughs> na sisi, kwa taarifa yako, ndio kizazi hicho. Na ndio maana unasikia ujumbe basika. Kwa hiyo <laughs> kwa sababu maandiko yanaeleza mauti haiwezi ya kuwa na nguvu tena juu yako, umeshamwamini Kristo, na kwa sababu tunamtarajia Bwana kama ambavyo maandiko yanasema kwamba sisi wote hatutalala bali wote tutabadilika. Ukishabadilika, mauti na nguvu gani tena ndani yako? imewezaji kuchukua tena? <laughs> Ay, fanya, mao, fanya, maombi ya pamoja na mimi asubuhi ya leo, sema Baba mpendwa, nakushukuru kwa zawadi ya uzima wa milele ambayo ninayo katika Kristo Yesu. Natangaza kwamba kifo hakina mamlaka juu yangu, kwa maana ninatembea katika uhalisi wa kutokufa kama ilivyofunuliwa katika Injili. Ninaishi katika ufahamu wa uzima huu, ninakwenda juu na mbele tu kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu. Amina. Haya huyo, haya ndio maombi unapaswa kuzungumza. Kuhusiana na kweli hii, mtumishi baya, eh, kwamba unatangaza kifo hakina mamlaka juu yako, unasema unasema usan... hmm, <laughs> <laughs> enakusoma so, maandiko ya ziada. Huu ndio ushuhuda ya so, kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Yeye aliye na mwana anao huu uzima, asiye na mwana wa Mungu hana hana uzima. Kama una mwana wa Mungu una uzima milele. Mauti na kifo haina mamlaka juu yako, juu ya biashara yako, kazi yako, juu ya chote kinachohusiana na wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwana wa Mungu anakaa ndani yako. Yeye ndio ufufuo, yeye ndio uzima, mtumishi. ay la rabazegeli rabaraba ai ukiwa naye aa ah, mazita lagaraga lagazegeli rabaraba aya aya aya ya hm unatawala katika maisha haya, mtumishi. masi prada balabuzira unao, umeingia kutoka <laughs> umeamishwa kutoka hukumuni mtumishi, kutoka kwenye giza umeingia kwenye nuru pala kazala bai. Andiko lingine ni Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na tano mstari wa hamsini na tatu mpaka hamsini na saba Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na tano nasema, maana sharti huu uharibikao uvae ule kutokuharibika na, na huu wakufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno liloandikwa mauti imemezwa kwa kushindwa, kwa kushindwa. Kuwapi e mauti, kushinda kwako? Uwapi e mauti, uchungu wako? Uchungu, uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu ya dhambi ni torati. Lakini Mungu ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo eh? Ashukuriwe Mungu atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mm. Andiko la mwisho tunapokwenda kuhitimisha ni Warumi sura ya nane, mtumishi, sura ya nane, kitabu cha Warumi mstari wa kumi Uh, mstari wa kumi mpaka wa kumi na moja. Warumi sura nane mstari wa kumi mpaka kumi na moja. Sura nane, mstari wa kumi, wa kumi na moja. Andiko linasema, na Kristo akiwa ndani yenu mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Lakini mstari wa kumi na moja, ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atahuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yako, anayekaa ndani yenu kama roho wa Mungu anakaa ndani yako, mtumishi. malika rabusa la katila marade a ah, a ah, a ah, ah. Mwili wako unaoishwa unarejeshwa katika uzima katika afya tele kila siku mm, haijalishi umeambiwa figo yako imekufa, mtumishi. masika tala baada ya bazira ile andiko la Warumi nane eh 11 unalitafakari hata mara mia kwa siku, unalizungumza tena, unaishi pale ratakala kasukuluka baba baba mm. Hebu fanya sala hii pamoja na mimi unapokwenda kuhitimisha. Wewe ambaye umetusikiliza asubuhi ya leo na hujampokea huyu Yesu Kristo kuwa Bwana mwokozi wa maisha yako, amen, ili ukweli huu tuliozungumza uwe uhalisi wako, lazima huyu Kristo afanyike kuwa Bwana mwokozi wa maisha yako. Sema sala hii pamoja na mimi pale unatusikiliza, sema e, hey, Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo hii. Kupitia yeye na katika jina lake ninao uzima wa milele, nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu, sasa mimi ni mwana wa Mungu. Oh, haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema asante kwa wale wote ambao asubuhi ya leo wamempokea Kristo kama Bwana mwokozi wa maisha yao. Natamka ubora, ushindi na utukufu juu yao. Shetani ana madai yoyote dhidi ya maisha yao Hawa ni viumbe vipya Bwana, nawabariki kwa neno lako, nawabariki kwa roho yako, nawabariki kwa jina lako Bwana. Asante pia kwa wale wote waliotusikiliza asubuhi leo, kweli ya maarifa haya ambayo tumeyasikia leo hii Bwana ni uhalisi wao wa kila siku, ufunuo huu unapambazuka ndani ya mioyo yao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika namna ya tofauti na ya kipekee, na kuanzia leo hii Bwana, wanatembea katika nuru hii, katika kweli hii, wanadhihirisha maarifa haya kwenye kila nyanja ya maisha yao Asante kwa ajili ya ishara, miujiza na maajabu yanayotokea katika maisha yao Bwana, kama matokeo ya kutembea katika kweli hii. Nalibariki jina lako na kulitukuza Bwana, katika jina la Yesu, amina. Wow. Mungu akubariki sana. Unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo sifuri saba tatu sita sifuri sifuri sifuri sifuri tisa tisa tisa na asante sana.